Jeraha la mapenzi. Mahali: Kinondoni. Wahusika: Juma, Asha na Nima. Jua lilikuwa linazama taratibu juu ya majengo ya Kinondoni. Mtaa wa manyanya ulikuwa umejaa sauti za magari, harufu ya chipsi na mbolea ya mvua iliyokuwa imenyesha saa chache zilizopita. Juma alikaa kwenye kibaraza cha nyumba ya kupanga, macho yake yakiwa mbali, akitazama watu wapita, huku akifikiria jinsi maisha yalivyomgeuka. Miaka miwili iliyopita alikuwa na matumaini makubwa. Alipokuwa na Asha kila kitu kilionekana kizuri. Walikutana kwa bahati kwenye daladala, Asha akiwa anashuka posta na Juma akiwa anapanda kutoka. Siku hiyo waligawana ndoto, wakacheka, wakalia pamoja, lakini sasa mambo yamebadilika. Asha, Asha alikuwa mrembo, mchapa kazi na mwenye kazi nzuri kwenye benki moja maarufu mjini. Wakati Juma alipofutwa kazi kutokana na kufungwa kwa kampuni aliyokuwa akifanya, Asha ndiye aliyekuwa msaada wake Alimhakikishia, "Usijali, nitakusaidia mpaka utulie." Lakini kadri siku zilivyopita maneno yake yalibadilika. Alianza kumdharau Juma, wewe huna hata hela ya kununua hata vocha, kila kitu mimi, mimi tu. Unadhani mapenzi pekee yanatosha? Juma alijaribu kubaki mtulivu. Alijua hana pesa, lakini moyo wake ulikuwa safi. Alitafuta kazi, akaandika maombi mengi, lakini kila alipoenda majibu yalikuwa yale yale, tutakujulisha Juma usiku mmoja, akiwa amekaa sebuleni akiandika maombi mengine ya kazi kwenye simu yake ndogo, Asha aliingia akiwa amechoka. Alikuwa ametoka kazini na macho yake yalionekana kama mtu mwenye hasira. Open quote, Juma alisema kwa sauti kali, Hivi mimi ni nani kwako? Mtu wa kukutunza milele? Asha, usinione sina kazi leo. Kesho Mungu atanijalia. Kesho, kesho, kila siku kesho. Mimi nimechoka na kesho zako. Close quote. Alimwangalia Juma kwa macho ya dharau, kisha akaingia chumbani kwa kupiga mlango kwa nguvu. Juma alibaki kimya, machozi yalimtoka bila hata kujua. Hakuwa amewahi kusikia mdogo kiasi hicho. Siku iliyofuata Asha aliondoka asubuhi bila kusema neno, kisa cha kuumiza. Wiki moja baadaye Juma aliamua kumtembelea kazini kwake Asha, benki ya CRB Kinondoni. Alitaka kumpelekea maua na barua ndogo ya upendo, lakini alipofika macho yake yaliona kitu ambacho hakitarajii. Asha alikuwa amekaa kwenye gari na meneja wa benki wakicheka kwa furaha, mikono yao ikiwa karibu sana, kana kwamba walikuwa na uhusiano wa karibu. Juma alishindwa kuamini, alihisi dunia inamzunguka. Alipiga hatua chache nyuma, akakaa pembeni ya ukuta wa benki, akitazama maua aliyoyanunua yakidondoka taratibu. Open quote, labda mimi si mtu wa bahati, alisemea taratibu Close quote. Mwisho wa sehemu ya kwanza. Siku zikaendelea Juma akaanza kuuza mitumba sokoni Machinga Complex, akijitafuta tena polepole pole. Lakini ndani ya moyo wake jeraha la mapenzi lilibaki likiwa wazi, kumbukumbu -kumbu ya mwanamke aliyempenda kwa dhati lakini akamgeuka kwa sababu tu hakuwa na pesa. Mafunzo ya hadithi: mapenzi ya kweli hayapimwi kwa pesa, bali kwa moyo. Wale wanaokudhara uleo kwa sababu huna, wanaweza kuhitaji upendo wako kesho. Usikate tamaa kwa sababu ya jeraha la mapenzi, mara nyingi, ndilo linakujenga kuwa kwa imara zaidi.